Haya si maigizo, ni mkusanyiko wa wakazi wa wilaya ya Ngorongoro. Jamii ya Wamasai wa Kisali wamekuwa wakiiombea ardhi yao, hawajawahi kupona, wanaendelea kuumia kila siku. Hapo jana Jumamosi mosi, wakazi wa Ngorongoro walifanya maombi ya pamoja katika kijiji cha Kirtalo, tarafa ya Loliondo. Maombi yaliyojumuisha wananchi kutoka wilaya nzima ya Ngorongoro. Lengo kuu la maombi lilikuwa ni kuiombea ardhi na kuombea amani kutokana na hali ya migogoro pamoja na changamoto zinazoikumba wilaya nzima ambapo kwa sasa wananchi hawa wanasema hakuna eneo lenye amani ya kudumu na kama uliona watu wa Kirtalo wanavyofanya maombi, e, wamekuwa wakiombea haki, e, wakiombea utawala wa sheria, e, usiokuwa na some elements za kibaguzi ama za unyang'anyi wa ardhi, lakini vile vile wanaombea amani kwa sababu e, kama unavyojua e, kama hakuna haki E, hauwezi ukawa na amani pamoja na kuwa kuna e, watu wengi wamekuwa wakiimba kitu kinachoitwa amani e, lakini hawajui kwamba uh, tunda la amani ni haki. Kwa hiyo wanaiombea ardhi yao, kwa sababu mifugo yao wamekuwa wakikamatwa sana, na sio kwa eneo la jamii ya Wamasai wa, wa wilaya ya Ngorongoro tu, hata e, ukienda wilaya zingine kama wilaya ya Monduli. Maombi haya pia yalilenga kuombea ripoti za tume mbili zilizoundwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ili maamuzi yatakayotolewa yawe ya haki, ya wazi na yasiyogandamiza upande wowote, yaani yazingatie maslahi kwa wote. Tume iliyoletwa Ngorongoro, e, pamoja na kuwa e, kilizunguka, na mimi nimeshiriki kutoa maoni. Mosi, kwanza nilipata mashaka na tume kwenye hatua ya kwanza kwamba hawaruhusu watu wengi kurekodi na kuchukua video yale ambayo tunayasema, pamoja na kuwa tulitumia njia nyingi kuhakikisha kwamba tunapata taarifa kwa kile ambacho tulikuwa tunakiongea, lakini nilishapata doubt. Na kwenye kata yangu mimi nilishuhudia kwamba usauruhusiwi kuchukua video. Na kwenye sasa, kwenye tume iliyokuwa inaitwa tume ya ardhi ambayo nafikiri ilikuwa eh, eh, inaongozwa na majaji masaju eh, kama sikosei ile tume haikuwa na ruhusu watu kuchukua video kwenye kata yangu kwenye kata ya neno nishuhudia. Kwa hiyo ni sehemu moja hapa ambayo inapata doubt. Kama mawazo tunayotoa ni ya wazi na hakuna usiri na ni tunafanya mahojiano ya public, kwa nini watake wao wenyewe wa rekodi sisi tusirekodi? Kwa hiyo kama Samia na serikali inataka kutenda haki kwa jamii ya wafugaji, mosi, maoni tulioyatoa kwenye tume yote yafanyiwe kazi. Kuomba huku kwa pamoja ni ishara ya umoja matumaini na sauti ya wananchi wa Ngorongoro wanaotamani haki kwa wote na amani ya kweli. Kwa hiyo nitoa wito kwa Rais Samia, Rais Samia afungue macho aone kwamba Wamasai wanahitaji kutendewa haki, na haki na haki sio ombi, iko kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo sio kitu cha kuomba na hakuna mtu atakayekuwa tayari kwenda kuomba haki yake. Tunataka haki itendeke na sio kutendeka, ionekane ikitendeka kwa vitendo. Kwa hiyo nadhani hilo ni jambo la muhimu kwamba haki itendeke. Hatuna vitu vingi vya kuongea, sababu haki ikitendeka, mengine yote yatakuwepo. Huduma nyingi bado hazijawa sawa, kwa hiyo tunataka haki itendeke.